Ndugu wananchi, leo tarehe kumi na tatu mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na sita shule za msingi shule za sekondari zimefunguliwa rasmi kwa ajili ya kuanza muhula wa kwanza kwa mwaka elfu mbili na ishirini na sita wanafunzi wa elimu ya awali wanafunzi wa darasa la kwanza na wanafunzi wa kidato cha kwanza wanatakiwa kupokelewa kuanzia leo tarehe 13 mwezi wa kwanza 2026, na kuendelea. Na hivyo natoa rai kwa wananchi wote, wazazi na walezi kuhakikisha wanawapeleka watoto wenye umri wa kwenda shule wa elimu ya awali wa darasa la kwanza na kidato cha kwanza katika shule mbalimbali mbali ambazo wanastahili kwenda kusoma. Natoa rai kwa walimu wakuu na wakuu wa shule wote katika wilaya yetu ya Bunda kuhakikisha wanawapokea wanafunzi kutoka kwa walezi na wazazi bila masharti yoyote. Mtoto hata kama hana uniform, apokelewe na asajiliwe. Ni maelekezo ya serikali. Apokelewe, asajiliwe na waanze shule mara moja. Kwa yeyote atakayepatikana tutakayepata taarifa ya aina yoyote ya kuzuia watoto wanaokuja kujiunga na shule katika elimu ya awali, darasa la kwanza na kidato cha kwanza, anazuiliwa eti kwa sababu hajatimiza masharti ya aina yoyote, mwalimu huyo atachukuliwa hatua stahiki ikiwa ni pamoja na kuondolewa madaraka ya ukuu wa shule au walimu mkuu. Kwa hiyo naomba wote mzingatie jambo hili.